Mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba baadhi ya wabunge wa kike wamekosoa wa miungano ya upinzani inayobuniwa kwa madhumuni ya kumwondoa mamlakani rais William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Wakizungumza katika eneo la Msambweni katika kaunti ya Kwale, katika hafla ya wezesha mama inua jamii ya hazina NGF, ngaf, maarufu ngaf, wabunge hao wamewataka wakazi kuendelea kuunga mkono miradi ya serikali na kuipa serikali ya Kenya kwanza muhula kwa wa pili. Wameshtumu vilevile muungano wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na viongozi wengine wakisema wanaendeleza siasa badala ya kuipa serikali nafasi na muda wa kufanya maendeleo. Sasa mimi nawaambia ndugu zangu wa Kwale, tushikane pamoja, hii safari tutembee pamoja, yaliyopita si ndwele. Mheshimiwa Rais William Ruto, tusamehe kama tulikukosea. Sasa hivi tunasema tusafiri hii safari pamoja, ndugu zangu kwa hivyo hao watu wakikuja hapa na matusi na mdomo, mwambie wa kwanza waende. Nyinyi mnataka kufanyiwa kazi. Hawa wazee hawana ajenda na hii Kenya. Ajenda hao wanasema ajenda moja tu, na sisi ajenda yetu hapa tunasema Ruto kumi bila break. Hii serikali kweli ilikuwa vile, his excellency Ruto uh, aliingia, ilikuwa mahututi kabisa, ilikuwa kwa ICU. Saa hii ndio sasa imekuja kwa ward. Baada ya ward ndio mtu anaenda nyumbani. Wale ambao hawajui zile shida mashinani ndio atasema CDF iondolewe. Yule ambaye hajui shida mashinani ndio atasema ngafu iondolewe.